Na kuna watu wamependa kujua pia investigation inaanzishwa vipi na ICC katika nchi mbalimbali mbali ambako uh, kumefanyika uhalifu dhidi ya binadamu. Ofisi ya mwendesha mashtaka ICC inayo mandate ya kuanzisha uchunguzi yenyewe kutegemeana na hali iliyoona yenyewe. Lakini ofisi ya mwendesha mashtaka ICC pia inaweza ikaanzisha investigation kutokana na maombi ya jumuiya mbalimbali ambazo zinaona kuna, kuna kila sababu ya msingi kabisa kufanyike uchunguzi. Kwa hiyo, ukiwa kuna maombi ya namna hiyo, pia ofisi ya mwendesha mashtaka itaanzisha upelelezi na haizuiwi kufanya upelelezi katika nchi yoyote. Kama nilivyosema, kuna nchi wanachama. Kwa hiyo, wewe unapokuwa ni mwanachama wa ICC kimsingi mahakama hiyo inakuwa ni mali yako, wewe ni mwenye mahakama hiyo. Sasa itakuwa kitu kinashangaza kidogo kama wewe ni mahakama ya kwako ile na umesubmit kwake kwamba ukiwa kuna shida ina mamlaka ya kuja kufanya uchunguzi, alafu baadaye ukakataa hautaki mahakama hiyo ifanye uchunguzi katika nchi yako. Ni jambo ambalo tunadhani haliwezekani, lakini e, pia halikubariki hali Ziko, ziko nchi ambazo si wanachama, na nimesema pia kuna nchi ambazo uh, zinadhani kwamba uh, ICC haiwezi kufanya au uchunguzi dhidi yake kwa kwa kutokuwa tu wanachama wa Rome Statute. Nimesema ile chapter Seveni ya United Nation Charter inawapa mamlaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitaka ICC kuingilia kati na kufanya uchunguzi katika mazingira hayo. Kwa hiyo kimsingi, sioni namna nchi inaweza kukwepa uchunguzi. Haipo, haipo namna nchi yoyote inaweza kukwepa uchunguzi wa ICC na Of interest, kuna watu wanataka kujua mtu akihukumiwa, anapelekwa jela wapi? Hizi nchi wanachama zote zina magereza. Kwa hiyo mahakama inapokuwa imemtia hatiani mshtakiwa kwa makosa yaliyopo katika statute ya Roma, hu, huiomba nchi yoyote mwanachama kumhifadhi huyo mfungwa. Eh, lakini nchi mwanachama yeyote pia anaruhusiwa kuomba kupokea wafungwa waliohukumiwa ICC. Kwa hiyo mahakama inafanya kazi namna hiyo kuhusu ah, wafungwa wanapelekwa jela wapi. Na kuna watu wengi wametaka kujua pia fedha za kuendesha ICC zinatoka zinatoka wapi au zinatokana na nini? Wanachama wanalipa michango kwa ICC. Kwa hiyo kila nchi mwanachama hutoa michango, lakini pia wako wahisani na jumuiya zingine za kimataifa ambazo huisaidia ICC kwa kuipa, kwa kuipa michango yao. Kwa hiyo wanapata uh, fedha za kuendesha mahakama kwa michango ya wanachama na michango ya taasisi mbalimbali na hata Umoja wa Mataifa pia hutoa michango. Jumuiya ya Ulaya hutoa michango kwa ICC. Kuna watu wameuliza, pia wako mawakili wa ICC na hasa Tanzania na kule ICC mawakili wanapatikanaje? ni e, kwa bahati nzuri e, ni kweli mawakili wa ICC wapo kila sehemu duniani, wapo kwa Tanzania. Sijui bahati nzuri mbaya, niko peke yangu, niko peke yangu, lakini nimepata watu ambao wameonyesha nia ya kuhudumu katika mahakama ya ICC na wawili tayari wako kwenye hatua nzuri, na wanaweza kupata wakili labda mwaka kesho, na nimefanya kazi ya kuwafanyia mentorship. Nina furaha kwamba wamekuwa wanafunzi wangu wazuri, na wakipata wakili, mimi ni mmoja wa watu nitakaofurahi sana, lakini ni ukweli usiopingika, mimi nitakuwa ndio nilikuwa wakili wa mwanzo kuwa ICC na mpaka sasa hivi hajawepo mwingine kutoka Tanzania. Uh, mawakili wa ICC licha ya kuwawakilisha washtakiwa pia kule wana nafasi ya kuwawakilisha wahanga, labda hiyo ni tofauti kubwa kati ya mahakama zetu za ndani na mahakama ya kimataifa. Kule muhanga kama ni mtu ali- aliathirika ali, ali alipigwa risasi, amevunjika mguu, kaumia vibaya, naye pia anakwenda mahakamani eh, kuona anapata haki yake, na anaruhusiwa kuwa na wakili. Wakili wa wahanga kule anaitwa Victims Council. Wakili wa mshtakiwa kule anaitwa Defense Council. Lakini leo unaweza kuwa Defense Council, kesho ukaamua uwe victims case kutegemeana na mteja wako aliyekuja ni yupi. Kama mpata mteja ambaye ni mshtakiwa, basi utakuwa defense case. Kama amekuja mteja ambaye ni muhanga, wewe utakuwa victim case. Na utaratibu wa mahakama ya ICC, mteja lazima au mshtakiwa au mhanga lazima apate wakili lazima. Kama hana fedha ya kumlipa, ofisi ya msajili ICC itamlipia wakili huyo, na ndio sababu kule kuna oroza, kuna rolu ya mawakili. Kwa hiyo kama una nia ya kutoka nyumbani kwenu na wakili wako, unaruhusiwa, utamlipa mwenyewe. Lakini kama unaiambia mahakama mimi sina uwezo, nahitaji wakili, ile roster yetu ya mawakili huwa unapewa, unaambiwa tunaye wakili fulani, huyu hapa anatoka Tanzania, tunaye huyu. Kila kitu kiko pale, jina la wakili, detail zake, eh, simu, CV na nchi anayotoka. Kwa hiyo kimsingi eh, wale mawakili walioko kwenye ro ya ICC ndio ambao majina yao hutolewa kwa washtakiwa au kwa wahanga kwa ajili ya kupata wakili wachaguo, ni, ni, wa chaguo la kwao wenyewe. Hiyo nitaka wa, wasikilizaji wafahamu kwamba mawakili kule ICC wanafanyaje kazi na kuna mfuko kuna mfuko. Hiyo ni tofauti kubwa nyingine kati ya mahakama zetu na ICC. Kuna mfuko kule wa kuwalipa fidia wahanga, unaitwa Victims Compensation Fund. kwamba haiwezekani tu mtu aliumizwa, alafu kuna mtu amepatikana na hatia ameshtakiwa, afu yule aliyeumia hana mguu basi anaishia hapo, kwamba yule aliyemuumiza amefungwa kule. Mahakama inafanya reparation inawapa fidia waathirika, wahanga, inawapa fidia. Ulipoteza nyumba yako, bado unahitaji kuendelea kuishi, kwa sababu hujafa. Hata kama ungekufa, labda una familia, familia bado inahitaji kupata makazi. Kwa hiyo utapewa fidia kulingana na maumivu uliyopata, ili urejee katika maisha kwa hali ya kawaida. Na ndio sababu hata hukumu za kule hazimfungi tu mtu kama ana mali na nini, zinakwenda mbali sana, anaweza hata, inaweza kutoka oda ya kufilisi na mali zake, kufilisi mali zake kwa ajili ya kupata fedha za, za, za kufidia watu walio walioathirika. Na la mwisho kabisa nililopata ni, ni, ni, ni na ninaona ni vizuri tu kulieleza si kwa muhimu, lakini kwa sababu nililipata ni kuhusu e, mtu anakuaje wakili kule sasa ICC. Ili uwe wakili lazima kwanza uwe wakili katika nchi yako kwa miaka isiyopungua kumi. Kwa hiyo kabla hujaenda ujafikiria ku, kuwa wakili ICC huanze kufikiria kwanza miaka kumi ya wakili uliofanya katika nchi yako, lakini kuna sifa zingine za ziada. Wanasema hujue mifumo miwili muhimu ya uendeshaji wa mashauri duniani, ambao mfumo wa kwanza ni common law, mfumo wa Kiingereza, lakini hujue pia mfumo wa pili ambao ni civil law ambao yeah, sana unatokea huko na pia ni Ulaya, lakini katika nchi kama za Itali eh, namna hiyo. Mifumo hii miwili iko tofauti kidogo, kwa sababu common law mnakwenda kwa jaji, watu wawili, anayeshtaki na anayeshtakiwa, na kila mtu anajenga kesi yake. Ile civil law mahakama pia inafanya na uchunguzi za ushahidi wako unaweza kuwa utoshi lakini kweli umeonewa, kwa hiyo mahakama na yenyewe kule ina jukumu la kujiridhisha e. Na pia uchunguzi ule wa kimahakama ni wa muhimu sana kuhakikisha haki inapatikana. Kwa hiyo wanataka ujue hivyo vitu tena, kwa kiwango kikubwa, kwa kiwango kikubwa, kwa sababu watakuuliza ukiwa uh, na hivyo vitu kama ilivyo Tanzania wanataka upate certificate of good character, lakini na zaidi ya hiyo, wanataka pia upate uh, clearance of criminal offenses. Kwa hiyo utakwenda ama kwenye wizara yako ya mambo ya ndani, wakague kwamba wewe hujawahi kuhusishwa na uhalifu wowote Alafu anakupa certificate of clearance of criminal conduct. Ukishapata hivyo ukipeleka kwao utakaa kwa miezi kadhaa, baadaye watakujibu kwamba una qualify au vipi. Wana kamati yao inapitia zile na inafanya vetting. Wakijiridhisha una sifa za kutosha, basi wana uwa wanakufanyia kainterview kadogo, kanaweza kuwa kama uko mbali na na The Hague wanakufanyia online interview na baada ya miezi kadhaa basi wanakutumia certificate yako. Um, wanatoa pia mafunzo. Ukiisha kuwa admitted kwenye roll ya ICC unaweza kwenda Holanzi ukakaa wiki mbili, na mafunzo ya kwanza huwa wana wanakugharimia wao wenyewe. Mafunzo mengine unaweza kufanyia hata ukiwa mbali, ufanyia online training kwa hiyo hiyo ni namna wakili ICC anavyopatikana kwa kifupi. Nilitaka nizungumzie hayo kuhusu ICC, ina nadhani nimezungumza japo kwa kifupi, lakini nimezungumza yale mambo yote ambayo ni ya muhimu kabisa ku, ku, kuanzia na historia ya uanzishaji wa mahakama yenyewe makosa yaliyoko katika Rome Statute, na, na, na, nani ana initiate mashtaka ana uchunguzi unafanyikaje? E, lakini pia nimeweka uhusiano ulioko kati ya Umoja wa Mataifa na ICC; ni uhusiano wa kikazi tu, kwamba baraza la usalama linaweza kuona sehemu fulani kwa mazingira yake yanahitaji ICC kuingilia kati, basi kwa kwa mamlaka waliopewa kutoka kwa United Nations Charter wanaweza wakaiambia ICC kuingilia kati mazingira yaliyoko katika hiyo nchi. Kwa kifupi ni, ni, ni, ni hayo, ninaomba ni, ni naomba, ni kuishia hapo. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.